Kine kama haitoshi, Afrika Mashariki yote inamtazama mnyama anafanya kitu gani, avuke kwenda hatua inayofuata. Tumeibeba bendera ya Afrika Mashariki, tumebeba bendera ya Tanzania, kila Mtanzania anatuangalia sisi. Tunaipa heshima gani taifa letu? Tunaipa heshima gani ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati? Na wanasema ka, e, kipele kimepata mkunaji. Sisi hizo ndio kazi zetu za kuwakilisha taifa za kuwakilisha Afrika Mashariki, ndiyo kazi zetu, za kuwafurahisha mashabiki wa Simba. Tunakwenda Misri kwenda kuwafurahisha mashabiki wa Simba katika mchezo huu wa kwanza. Ni mchezo ambao tunakwenda kutafuta matokeo ambayo yatatupa nafasi nzuri katika mechi ya marudiano, na hili Wanasimba ni vyema wakaelewa vyema. Katika mchezo huu wa kwanza kule Misri tunakwenda kutafuta matokeo ambayo yatatufanya mechi ya marudiano iwe nyepesi kwa upande wetu. Kwa hiyo tukipata ushindi ahalani wa sahala, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tukipata sare ahalani wa sahala, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na hata ikitokea kwa bahati mbaya, Mwenyezi Mungu aepushie mbali, tukafungwa mchezo huu, lakini mechi yetu ya tarehe tisa mechi yetu ya marudiano Dar es Salaam, mechi yetu ya marudiano Benjamin Mkapa ndio itakuwa mechi ya kufa na kupona. Tutafanya kila kinachowezekana nyama aweze kufuzu kwenda hatua ya nusu finali, na ndiyo mechi hiyo ambayo wanasimba sasa kutoka kila pembe ya dunia wanapaswa kuja Benjamin Mkapa, na kwa hapa ni nianze kuwapongeza wale wana Simba wa mikoani, wameshaanza kufanya juhudi za kuja uwanjani. Nimeona matawi mengi yameanza kujikusanya, washaanza kukusanya nauli zao kwa ajili ya kuja Benjamin Mkapa. Sasa e, kazi iendelee ya kuendelea kuhamasishana mashabiki wa Simba wenyewe kwa wenyewe kutoka mikoani tuna wahitaji watu wengi zaidi waje tarehe tisa. Wa hapa Dar es Salaam na wenyewe ndo wasituangushe na wenyewe waanze kuhamasishana, tarehe tisa tukutane Benjamin Mkapa. Yaani pale Benjamin Mkapa siku ya tarehe tisa unageuka kuwa uwanja wa vita.